Kesho mechi moja imeratibiwa kuchezwa ambapo siku ya Jumamosi Mathare United, baada ya kulazwa na FC Leopards katikati mwa wiki mabao matatu kwa moja, wataikaribisha Ulinzi Stars iliyoandikisha sare ya sufuri sufuri dhidi ya Mara Sugar. Jumapili kutachezwa mechi saba ambapo viongozi Kenya Police watakipiga dhidi ya Talanta FC. Sofapaka wakimwalika Tusker, Murang'a Seal watamwalika bingwa mtetezi Gor Mahia, huku wanafurudha bandari wakimkaribisha Leopards, huku mwanabashana wakikabana kona na marashuga wanaotafuta kusalia ligini msimu ujao. Nairobi City Stars itamwalika Posta Rangers ikiwa na azma ya kuandikisha alama tatu, huku Kariobangi Sharks ikimalizia udhia na Kakamega Homeboys, nayo Bidco United wakivana na wanabenki KCB siku ya Jumatatu, Kukiwa kumesalia mechi tatu ligi hiyo itamatike rasmi. Kenya Polisi wanaongoza msururu wa jedwali kwa alama 58, alama tatu juu ya Taska FC walioko katika nafasi ya pili kwa alama 55, juu ya Gor walio katika nafasi ya tatu kwa alama 53 wakiwa na mechi moja mkononi. Muranga Seal, Nairobi City Stars na Bidco United wanafunga jedwali hilo wakiwa katika nafasi za tatu mwisho wakiwa na alama 32, 30 na 29 mtawalia. nikiripoti Ulimwengu wa Michezo. Langu jina ni Ian Musolongwa.